Shomari Salum Kapombe anaweka cross ndani uko na yeah, nafasi nzuri anatumia kuandika goli. Ni Charles Mombwa. Ni mkakati ambao ulitengenezwa na ukatengenezeka. Angalia namba ambayo kazi alifanya Abdul Suleiman Sopu. Shomari Salum Kapombe akaifanya kazi ambavyo huwa anaifanya bora mara zote. Lakini angalia alivyokwenda juu na kukadiria Charles Mombwa. Nini zaidi angefanya mlina mlango wa Kuwait Khalid Rashid? Hii ndio stars ambayo pengine Watanzania wengi wanatamani kuiona, ni stars ambayo inafunga goli baada ya ukame wa muda mrefu. Tarina la Rahya amefungua vizuri sana. Charles Mombwa kwa Tarina la Rahya, goli la pili kwa Tanzania na wanaongeza maswali magumu vijana wa Miguel Gamondi kichwa kinawasha hajui wapya jikune. Jaribio zuri ambalo alilianzisha Tarin Alarahia, Charles Mombwa akaset akaikunja na ikakunjika. Tarin Alarahya mara ambapo mlina mlango wa Khalid Al Rashid, okay, okay, okay. aliishia kutazama, alitazama akaangalia kama vile anatazama mwezi mwandamo, mpira ukajaa kambani na Tanzania inaandika goli la pili kupitia Allarakhia wakwa mpira Man mzuri dani huku wanaondoshaua <laughs> dakika oh! akipindi cha kwanza. Lakini dakika ya kwanza Kenya kipindi ki cha pili wanajibu mapigo, wanapata goli la kwanza. Walidhani kwamba ameotea lakini haikuwa hivyo. Waid Al Rashid, akapiga krosi ambayo walinzi na mlinda mlango walipambana kuondosha hatari, lakini ikamkuta kwenye mguu wake wa kulia Mohamed Daham, ambaye hakufanya makosa wala yakuweka ajizi, akapiga mpira kwa kushindilia mno na kuja kambani kuandika goli la kwanza. Ni mbili moja. Igel Gamondi anauliza nini, vipi? Mlinda mlango amekosea. Daham wanaandika goli la kusawazisha akitumia makosa ya mlinda mlango Yakubu Suleiman. Angalia mpira ambao ulionekana kama hauna madhara na ulikwisha ingia kwenye kumi na nane kiasi, angeweza kudaka au kufanya uamuzi sahihi zaidi Yakubu Suleiman, lakini akaamua kuondosha, akachimba nyasi na mpira haukuondoka kwa kasi aliyotamani. Mohamed, um, Daham anaiandikia Kuwait goli la pili na goli la kusawazisha, Kuwait mbili Tanzania mbili. Anarusha Kuwait mcheza kwa mkono mpira natishia Mohamed Daham, goli la tatu anaandika Kuwait, lakini kipindi cha pili wanaruhusu magoli matatu. Mpira ambao ulichezwa kwa mkono na Novatus Dismas, mfungaji magoli mawili Mohamed Daham akapiga mpira wa kutenga walinzi, wakiwa wamesubaha akakatiza Yousef Nasser, mbinu nzuri ambao wanaitumia Kuwait. Walisoma nini ambacho walikosa kipindi cha kwanza, na ndio kitu ambacho walikuja nacho kwa ubora zaidi kipindi cha pili, katika safu yao ya kushambulia wakitumia vyema makosa ya kiulinzi ya timu ya taifa ya Tanzania na kuandika magoli matatu. Anatoa nje <totun> Dickson Job ni kona, inayokuwa kona nzuri ndani uk <totun> vile vile ambavyo walitumia katika mpira wa kutenga ulozaa goli la tatu. Walijisahau walinzi kufanya marking na ukamkuta mpira hasanalanes mbele ya Tarryn Allarakhia. Oh, mwalimu amefanya kazi nzuri. M'mombwa, goli la tatu wanapata Tanzania, aliifungua milango kwa kuandika goli la kwanza Charles M'mombwa. Zamu ya Khalid Al-Rashid kujilaumu inazaa matunda kwa Stars. Walianza kukujiamini katika eneo lao la ulinzi. Kuwait akafanya pressing Selemani mwalimu, na mpira ukamkuta Charles M'mombwa, ambaye hajafanya makosa na kuiandikia Tanzania goli la tatu, kufufua matumaini ya kutopoteza mchezo huu. Kuwait wanaruhusu goli la tatu.